Mpenzi mtazamaji wa Rada Online TV, karibu tena katika kipindi chetu pendwa cha usio ya jua neno hii. Tumewasili katika kisiwa cha Kokota, wilaya Wete, Pemba. Kwa kwanzia nukta ya kwanza, huyu ni mjumbe wa kamati ya kupambana dhidi ya ukatili wa jinsia wanawake na watoto, Dr. Raya Hassan Mkoko akiwa katika mwendelezo ya kuwatembelea na kuwafariji watoto mayatima ambao bado wanaishi katika mazingira magumu. Katika kusimamia zoezi hilo, Dr. Raya ameitumia fursa hiyo kuwakabidhi watoto hao zawadi mbalimbali, ikiwemo mikoba ya kuhifadhia vitabu vya shule sambamba na kusema haya, tuko katika shughuli zetu za kijamii kwenye mbali mbali. Kwa hiyo leo tumeweza kufikia kisiwa cha Kokota ambacho kisiwa hichi kipungui nyumba mia na kumi. Kwa hiyo tumeweza kuzifikia asilimia hamsini kwa ajili ya kutimiza wajibu wetu kwenye masuala mazima ya kuwafariji watoto wale wenye mazingira magumu, lakini na kwa yatima na wale wazee ambao wanaishi nao watoto. Kwa hiyo hii ni mojawapo ya kumuunga mkono Mheshimiwa Rais Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi kwenye masuala mazima ya kijamii. Katika mwendelezo wa hutuba yake, pia kiongozi huyo alisisitiza na kuwataka wadau wa ngazi mbalimbali kuendelea kuunga mkono hatua hizo. Yaani swala hili linalizungumzia kwa ufasaha zaidi kwa sababu watu wengi wanaona hizi shughuli zote ni za serikali. Hapana, serikali ni watu na watu ndio sisi. Kwa hiyo hata hawa vijana walokuwa hawaendi shule ni jukumu letu kama jamii kuwaunga mkono hawa watoto wakaweza kwenda kusoma. Sio kila kitu wafanye serikali, serikali pia inatakiwa isapotiwe kwenye masuala haya ya kijamii, kwa sababu serikali ndiyo ina majukumu makubwa, lakini bila sisi jamii kuwa tayari hatuwezi kufikia yale malengo. Hata hivyo, miongoni mwa wananchi kutoka shehia mbalimbali ambao wamejumuika katika ghafla hiyo wamepata fursa ya kuchangia huku wakisema, niseme ni tu nitoe wito kwa wengine wale ambao kuwa bado hawajawahi kufanya hivyo. Mwenyezi Mungu awajalie waweze kuja katika kisiwa cha Kokota na wao kuwasaidia. Wale watu ambao kuwa wako katika mazingira magumu zaidi. Sana kaatupanisada sisiwazima na watoto wetu, tunaomba Mwenyezi Mungu amjalieni mje tena, ili tuntwashuhuranis sana. Nashukuru Dr. Raya ili kuja hapa kupokota yetu hii kuja kutuona kaziona watoto na si pazima. Mtayarishaji na mwendeshaji wa kipindi hichi langu jina ni mimi Mohamed Othman wa Rada Online TV Pemba. Mpenzi mtazamaji wa Rada Online TV, popote pale unapotuangalia, usisahau kusubscribe pamoja na kushare video zetu kupitia chaneli hii, kwa matokeo mbalimbali ya kijamii, kisiasa, kiuchumi. Sapoti yako ni muhimu sana kwetu.